Nilikaa na madiwani nilikaa na madiwani wenzangu wa chama cha mapinduzi, wanachama wenzangu, nikawaambia mimi naenda kupigania barabara, lakini mnatakiwa kuwa makini sana madiwani. Hawa TARURA ambao ndio watakuja kutujengea barabara zetu, wana mtindo wa kuchagua barabara laini laini, wanaogopa barabara ngumu ambazo wanaona itatumika gharama kubwa. Sasa mimi nikileta barabara nataka tarura tarula wapelekwe kwenye barabara zenye makorongo ili wafukie, na makorongo ya mji huu hapa Kukie, barabara ipite juu yake, na nimewaambia madiwani, nimewaambia diwani yoyote atakayekubali tarura waende wakajenge barabara laini laini, mimi nitakufa naye, naenda kufanya mkutano kwenye kata yake, ikiwezekana, taungana na chama tumpigie kura ya kumkataa huyo diwani, ili chama kitupe diwani mwingine. Siwezi, siwezi ndilo ambalo linaweza kuelekeza barabara iende bara bara. Wapi? Baraza la madiwani ndilo linalotoa pendekezo kwamba barabara gani na gani na gani zitengenezwe. Naamini madiwani wenzangu wananisikiliza, na naamini inshallah Mwenyezi Mungu atasaidia wote, tutashinda Tarura, tutawapeleka kwenye barabara zenye makorongo ili wafukie makorongo. Nani anaunga mkono hoja? Sumoni. Wanasema wao hajasoma, hizo hoja nazitoa? Si, si, Mwenyezi Mungu akinifikisha salama tarehe 29 naamini kazi hii ya kunichagua kuwa mbunge wa jimbo hili la Kigoma mjini mtaimaliza mapema sana kabla ya saa tano na nusu. Tuko sawasawa? Sawa, yeah. Juzi juzi nilikana madiwani nilikana madiwani wenzangu wa chama cha mapinduzi wanachama wenzangu, nikawaambia mimi naenda kupigania barabara, lakini mnatakiwa kuwa makini sana, madiwani hawa. Tarura ambao ndio watakuja kutujengea barabara zetu, wana mtindo wa kuchagua barabara laini laini wanaogopa barabara ngumu ambazo wanaona itatumika gharama kubwa sasa mimi nikileta barabara nataka tarura wapelekwe kwenye barabara zenye makorongo ili wafukie na makorongo ya mji huu hapo kibirizi kuna korongo ambalo kila mwaka kila mwaka linaua watu uongo kweli lazima tu ingewezekana taungana na chama tumpigie kura ya kumkataa huyo diwani ili chama kitupe diwani mwingine. Siwezi, siwezi kwenda, siwezi kwenda kujipendekeza kwa waziri, kujipendekeza kwa viongozi ili tupate barabara, alafu barabara inakuja kwenye kata yako wewe unaelekeza kwenye kata line, line? Baraza la madiwani ndilo ambalo linaweza kuelekeza barabara iende wapi Baraza la madiwani ndiyo linalotoa pendekezo kwamba barabara gani na gani na gani zitengenezwe. Naamini madiwani wenzangu wananisikiliza, na naamini inshallah, Mwenyezi Mungu atasaidia wote, tutashinda Tarura, tutawapeleka kwenye barabara zenye makorongo, ili wafukie makorongo. Nani anaunga mkono hoja? Sumoni, wanasema wao hajasoma, hizo hoja nazitoa Mwenyezi Mungu akinifikisha salama tarehe 29 naamini kazi hii ya kunichagua kuwa mbunge wa jimbo hili la Kigoma mjini mtaimaliza mapema sana, kabla ya saa tano na nusu. Tuko sawasawa?